Taarifa nyingine zinaarifu kwamba viongozi katika kaunti ya Wajir wanahimiza Wakenya kudumisha amani na utulivu wakati wa uchaguzi mdogo katika maeneo 24 hapo kesho. Akizungumza na wanahabari mjini Wajir, mwenyekiti wa watu wenye ulemavu kaskazini mashariki, Hafid Maalim alisema chaguzi ndogo hizo ni mtihani mkubwa kwa makamishna wapya wa IEBC. Stability of this country is being determined by keeping Uh, unity, peace, and and prosperity. Being decent and polished voters, msitumike na politicians. Msibabaishwe uh, ama uh, mutumwe na politicians ya kwamba mupigane ndugu kwa ndugu. Nyinyi ni majirani, mutabaki mkuu wa majirani, mudumishe amani, tukue na amani. Kwa hii peace election, it will determine 2027. Tukuwe electoral tuwe tu watu ambaye tumesoma, tunajua haki yao tukivote, tusiwe tunapatiwa pesa ambaye baadaye inalete vurugu na imebainika kwamba